Na siku hapa tunaadhimisha misa takatifu, na ni siku vile vile tunayotambua kwamba Bwana alitupa uwezo wa kuadhimisha ekaristi takatifu, na ni siku vile vile aliyotutuma kutenda yale ambayo tunapaswa kutenda kama wahudumu pa kama washiriki katika daraja la upate kama washiriki vilevile katika Ukristo wetu. Nendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie ataokoka. Ni hakika kama mapadri tunaona ni neema ya pekee na ni baraka ya pekee kupakwa kwetu mafuta. Tunafanywa tung'ari, tunafanywa tuwezeshwe kuadhimisha matakatifu au kutenda makuu ya Mwenyezi Mungu. Hayo makuu ya Mwenyezi Mungu yanaonekana katika kuomba na katika kutenda kwetu mambo mbalimbali tunapotenda mambo mbalimbali tunaona sisi si, si, tu bali ni uweza wake Mwenyezi Mungu. Na uweza wake Mwenyezi Mungu umedhihirishwa au umeonyeshwa na Yesu mwenyewe alipoanza utumishi wake kwa ubilia, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma amenutuma kuwahubiri maskini habari njema walio katika shida mbalimbali walio katika mahangaiko mbalimbali. Ndio maana hata sisi tunapokuwa katika mahangaiko, unaenda kwa padri wako wa kiroho, nao na mweleza yale yanayoti, na ni hakika kwa uwezo na baraka aliyopewa naye kupewa, anatuombea na anakufanya uweze kurudi katika hali tena. Ndugu zangu siku hii ya ni siku ambapo Bwana wetu Yesu Kristo ameweka Ekaristi Takatifu, huu ndio mwili wangu, kuleni inywa damu yake. Tunapokula mwili wake, tunapoinywa damu yake, ni hakika tunakuwa ndani na yeye, ndani ni tendo kubwa tdlafuu lakini linadhiirika kwa uwezeshaji wake katika maisha. Tunakumpokea jesu karisto, ni hakika tunakuwa na amani, ni hakika tunakuwa na furaha. Ndio maana wale wasiopokea mara nyingi wanapatwa na msongo wa moyo na wanasema, kwa nini e okay? na atikantoa jibu ni yeye mwenyewe kwamba naacha maisha haya ya zamani na naingia katika maisha mapya, ya kumshiriki Kristo, ya kumpokea Kristo na kuwa naye maisha y siku hii ya Alamisi, siku ambapo Bwana amependa kuwa pamoja nasi kwa kila hali na natwandia katika hali zote, katika hali ya furaha, katika hali ya mateso, katika hali ya wasiwasi wasi. Yuko pamoja nasi. Sisi mara nyingi ni rahisi kusahau, lakini yeye hasahau. Katika shida zetu yuko tayari kutusaidia, bila ni lazima tuombe, ni lazima tusali. Kusali ni kila wakati na kila mahali. Basi siku ya leo anapokuwa ameweka Ekaristia takatifu Atuimarishe kwa ekaristi takatifu, unayepoe atuwezeshe kuwa na mapenzi, atuwezeshe kuwa na amani katika familia na katika jumuii, atuwezeshe kuwa na amani sisi katika utumishi wetu, na atufanye kweli vyombo vya amani. Na siku ya leo vile vile ni siku ambapo anatuwezesha kwa kwamba hatuwezi waondolea watea kwamba tuungana, kwamba niungana, nikiri makosa, nikiri udhaifu, ukiri la ukiri udhaifu. Nitendo linaloleta amani katika mtu binafsi, ni tendo linaloleta amani katika familia, itendo linaloleta amani katika jumuia. Basi tumombe yeye ambaye ni njia, ukweli na uzima. Kila tunapoiadhimisha sakramenti hii ya kutubia, iweze kutuonyesha wema wake na wakuu wake na kusamehe kwake, nasi tuweze kuwasamehe wale walikukosea, nasi tuweze kukiri makosa yetu tujiombee sisi wenyewe na tuombee nao. Ni siku ambapo tunapaswa kuomba amani, amani kwa ndani mwetu amani, amani kwa wale wanaopigana katika ulimwengu wa sasa. Hakika yeye anatuambia ombeni, mtapewa. Tafuteni amani, mtaipata. basi tujiombee sisi wenyewe tuwaombee na wale ambao hawana amani, wako katika mazingira ya bii, na ukiangalia mazingira hayo ya bii yanasababisha kwa sababu ya ubinafsi au kulimkizaji wai. Wombele Mwenyezi Mungu atujalie moyo wa mapendo, moyo wa kugawana na moyo wa kushirikisha. Siku ya leo basi, tunapobariki tanakubariki mafuta ya matakatifu ya Kristu, ambayo yatatumika katika ubatizo wetu, ambayo yatatumika katika kupewa daraja takatifu la upate, ambaye yatatumika katika kupewa Ka ya daraja la wasikofu katika kanisa, ama hatua ya juu ambayo yatatumika katika kuwapaka kwamba ana uwezo wa kuumba, kwamba ni Mungu aliyetuchagua, ni Mungu anayetuita na tumeisikia sauti yake, na hapo ndipo tunakuambika kudumu katika kutenda mema, kama inavyokwambia sala yetu ya kwanza ya kwa njia ya kuomba, ni hakika tunakuwa na amani, na sote tuwa mombe Yeye ambaye ni asili ya amani, yeye ambaye anatuachia amani, yeye ambaye anatupa amani yake, na mona wazi katika amani yake inafamilishwa katika siku tatu hizi, Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu, kuadhimisha karamu ya Bwana pamou kuteseka na kufa na ya tatu kufufuka kwako, unatuonyesha kwamba na sisi tunaweza kushinda dai. Kwa ubatizo tunashiriki nayo, kwa mateso tunashiriki nayo, na kwa ufufuko vile vile tunafufukia. Usiku tunakuwa na nguvu mpya ambazo Kristo anatujalia. Basi ndugu zangu, tuombee familia zetu tujiombee na sisi wenyewe, na turekebishe maisha yetu yaweze kumfuata Bwana, na turekebishe maisha yetu yatambue kwamba tu pamoja na Bwana katika kila hali na katika kila hatua ya maisha yetu, na kwa kuwa tu pamoja naye, ni hakika dhamiri zetu zitaguswa na yeye, yeye ambaye ni upendo, yeye ambaye ni amani.

mafuta ya wagonjwa hakika, tunashirikishwa kuponywa na yeye, tunashirikishwa kupewa nguvu na yeye pekee. Na tunaona wazi katika nyakati kuna magonjwa mbalimbali, wai kuona moja na kansa ya mdomo ya yana unajiuliza huyu amekosa nini hata ikawa hivi? Ili utukufu wa mwenyezi Mungu, kwamba kuna kupindikia na kwamba ni lazima tuombe, na wakati mwingine tunaogopa hata kuomba, lakini Bwana anatuambia ni lazima tuombe, ni lazima tuwe tukuze kwa namna ya kupakwa na hivyo tunaona wazi kwamba mafuta ya wagonjwa ni mafuta ambayo yanatuimarisha, ni mafuta ambayo yanatupa matumaini mapya, na hivyo tuyatamani kupakwa. Usioo wakatekumeni, tunaingia katika maisha mapya ya Ukristo na ni jukumu letu basi kuyaishi kwa imani na kushinda kishausha kama Yesu mwenyewe alivyoweza kushinda. Alipokuwa katika kufunga, aliambia geuza mawe haya yawe mkate, lakini akasema mtu aishi kwa mkate, bali kwa kila neno kutokalo katika katika majaribu mbalimbali kumkimbilie yeye mbali, ye, katika majaribu mbalimbali mbali, weze kusema yale yani, ambayo anasema niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Katika majaribu useme si kama ninavyotaka mimi, bali unavyotaka wewe, ambaye ni Mungu, ambaye ni mwezeshaji, ambaye ni unayetujaribu. Basi yeye ambaye natupenda, ni hakika hata tujaribu na natakuwezeshe yeye. Na maana nnakaii ni kumwomba na kujiombea na kuwaombea wenyewe, ndio maana ya utumishi wetu. Kwa hivyo utumishi wetu ulete amani katika jumuiya zetu, ulete amani katika familia zetu, ulete amani katika maisha yetu, ulete mabadiliko ya maisha umaskini upungue au uishe. Basi ndugu zangu, Mungu ni mwema mkariwa, na ni mkarimu na yuko pamoja nasi, ni jukumu letu enda yale naituae insifu Yesu Kristo